Na huyu kijana Karis akapiga magoti akawekelewa mkono akaombewa awe mjumbe wenu tarehe ishirini na saba, ambaye mtamchagua kwa roho safi, mtamchagua jamani. Hiyo ndiyo sababu imetuleta, lakini tukija hapa pia tunataka tuwape umf, tuwapatie nguvu, nguvu ya kujua kwamba Kenya ni mpya, vile ndugu yangu amesema hapa Eugene Wamalwa wakati kijana Billy Mwangi na wenzake. Umesikia JB akizungumza juu ya Rex Masai ambaye alikuwa wa kwanza. Ule Ruto anasema watoto wapigwe risasi miguu. Umesikia akisema hivyo? Hebu mjiulize, ni rais yupi, rais yupi anaweza kusema watoto wake wapigwe risasi miguu? Huyu ni mtu ako na akili timamu? Juzi akaenda huko Ukambani akasema kina Kalonzo hana akili eh. Jameni ah, ndio nauliza rais yupi anasema watoto wapigwe risasi kwa miguu?